Leo tunaenda kijijini kwa wazungu, tunaenda kuona walivyokuwa wanaishi, kabla ya umeme, kabla ya maji, vitanda walivyokuwa wanalala, usafiri walikuwa wanatumia, yani kila kitu, historia yote tunaenda kuiona leo. Lakini msisahau kusubscribe, kulike na kushare hii video. Haya, <laughs> tuanze safari, njiani kuchukua kofi, kwa sababu he, leo kutakuwa kuna kutembea sana. Mama, hapa ni pakubwa. <laughs> Hapa kijijini sehemu ya kwanza tumefikia ni kwenye duka la fundi mabati. Zamani walikuwa wanatumia sana vitu vya chuma, mabati, yani steel, copper na vitu vya mbao. Kwa hiyo alikuwa anakutengenezea hivyo vitu taa, sijui ndoo, vitu vya kutumia sahani, sijui vitu vya kuchotea maji kama hiko na mabafu walikuwa wanatumia mabafu kama sasa hivi sijui mashawa. Mm-mm. Walikuwa wanaogaga kwenye kinani kama hiko. Unakaa hapo afu unakuwa na ndoo yako na hiko kidogo cha kuchotea maji unakuwa unaoga. Na taa hizo afu wanatundika unaweka na mishuma. Kama mlivyoona hapa, hili ndio lilikuwa ni duka la vitu. Unajua zamani kulikuwa mambo ya plastiki, sio nini, alikuwa bado kwa hiyo masufuria, sijui taa, ndoo, kila kitu ulikuwa unakuja kwenye duka kama hili, kunakuwa kuna yule mtu anayetengeneza vitu kwa chuma, kwa sababu teknolojia ilikuwa hamna kwao, anatengeneza kwa mikono yani, anatengeneza anatengeneza vikombe, sahani. Kwa hiyo mtu natoka kwenu unakuja mpaka hapa Unaingia zako mama kanituma kipindi hiko. Wazungu kwenye vijiji vyao walikuwa na dini nyingi kwao, tunaona dini zilianza zamani, na mmoja wa hizo dini ni Mafreemason. Wengi tunajua kama Mafreemason sijui ni wale watu wanaotoa kafara ili wawe tajiri. Kumbe hapana, na nimekuja kushangaa kwa kitabu anachotumia ni Biblia, lakini hawaitumii kama Wakristo wanavyoitumia. Na pia kama hauna dini, hauamini chochote, huwezi kuwa mwanachama wao wa hii dini. Kwa hiyo huko tulikotoka ndio sehemu ambayo mafrimason walikuwa wanafanya ibada zao. Kwao tunaona kwamba frimason walikuwepo tangia miaka ya kina Vasco da Gama. Sikuelewa kwao wana kijiji hapa kijijini ambao wana ibada ambao ni wa, ni wa Fremason walikuwa kila bada, wanasema wanakutana, sijui kila Alhamis na Jumanne ya kila mwisho wa mwezi sijui, lakini ndio hii sehemu yao walikuwa wanakuja kufanya ibada zao. Tutaenda baadaye, tutaangalia makanisa, tutaenda kuangalia watu wengine walikuwa wanafanya hap ibada zao, ambao sio dini ya Fremason. Tutaenda kuangalia vitu vingi na manyumba yao. Kwa hiyo endelea kuangalia. Wengi tulijua labda wazungu hawajui maisha ya kijijini, lakini hapa tutaona walivyokuwa wanapikia kuni, wanatumia mishumaa kwa sababu hamna umeme, wanaenda kuchota maji. Unakuta mtu alikuwa na hiki kidude, ndio kama una mizigo yako inataka itoke kijiji fulani kwenda kijiji fulani, ndio mnakodisha hiki kidude, unamtuma mtoto, unaenda kwenda sehemu fulani uwaite ile gari la mizigo, ndio linaenda linaitwa hili, mnapakia mizigo yenu, mnaweka kila kitu humo, si unaona? wanaunganishwa farasi wanaunganishwa farasi wana wa farasi, maana walikuwa hawana magari, si ndio? Wala mafuta. Walikuwa wanaweka farasi wawili, wanne hapa mbele na anayewaendesha, alafu na mizigo inapakiwa kwa nyuma. Vikao vilivyokuwa vinatokea baina ya wanavijiji walikuwa wanakuja na wana kaumo, wanakusanyika, wanapeana taarifa kama kuna kitu chochote kimetokea. Kwa Waafrika wengi nyumba za vijijini waga zilikuwa zinajengwa kwa nyasi au udongo, lakini kwa wazungu vijijini, wao walikuwa wanajenga na mbao. Kwa hiyo hii ni nyumba ambayo unakuta labda ni ya mwalimu au mtu mwenye kazi tu ya kawaida, ama mwenyekiti labda waiko kijiji. Kuni ni vitu muhimu sana zamani. Kuni ndio kila kitu, ilikuwa inatumika kuwasha majiko ya kupikia, ilikuwa inatumika kuwasha moto wa kujipatia joto, kutumika kuendesha. Yaani unajua kuni ilikuwa ndio kila kitu kwa unakuta wanatafuta kuni wanakuja mazoe kauni. Mera baadaye uko mbele kwenye video tutaona wanavyozitumia majiko yao jinsi wanavyoziweka hizo kuni na kila kitu. Kwa hiyo endelea kuangalia. Kwa maisha ya sasa hivi nguo ikikubana au ukitaka kuipunguza unaenda kwa fundi nguo. Na zamani kijijini ilikuwa ni hivyo hivyo. Sema tu tofauti yeye ni alikuwa anatumia mikono na alikuwa anafanya biashara hiyo nyumbani kwake. Biashara nyingi za zamani zilikuwa zinafanywa umo umo ndani ya nyumba. Hanakuwa, hana, hana sehemu nyingine. Kila kitu anafanywa umo umo ndani ya nyumba. Tunaona pasi zao za chuma ambazo walikuwa wanabandika jikoni alafu wanazitumia. Tunaona chumba cha huyo fundi nguo, yani umomo ndani kwake ndo umomo sehemu ya biashara. Alafu hapa ni kilikuwa ni kiwanda kidogo cha kutengeneza uh, makapeti manini, na vyote vilikuwa vinatumia nguvu, maana hamna umeme. Kwa hiyo ni jitihada za mtu baadhi ya mashamba yao tunaona, na wenyewe walikuwa wanalima, walikuwa na mashamba, walikuwa na bustani, wanalima mahindi haya. Hapa tumefika ilikuwa ni nyumba ya daktari ambayo pia ni hospitali, sio dispensary kwa wagonjwa, walikuwa nakujaga huko. Kama nilivyowaambia, biashara nyingi huko zilikuwa zinafanywa kwenye nyumba ya huyo mfanyabiashara. Kwa hiyo ndio ilikuwa nyumba ya daktari, hapo hapo ndo walikuwa wanakuja wagonjwa. Na iko ilikuwa ni kifaa cha kusikiza mapigo ya moyo hivyo yaani, vyote ndio vifaa walivyokuwa wanatumia enzi hizo, kuko hamna mavifaa kama. Kwa hiyo hiyo nyumba ambayo tumetoka ndio ilikuwa ni nyumba ya daktari. Ukiwa kwenye nyumba huko kwenu, unaumwa usiku, umepandishwa homa, wanachukua wanakuweka kwenye farasi, wanakuleta kwenye nyumba ya daktari. Zamani kulikuwa hamna ile teknolojia kusema kwamba wajenge hospitali afu nyumba da, uh -uh, anapoishi daktari hapo hapo unakuta chumba kimoja na hala yeye na familia yake chumba kingine ndio sehemu yake ya kutibu. Alafu, kwa sababu daktari alikuwa na hela, kwa hiyo hii enzi hizo, yani huyu ndo alikuwa tajiri. Yaani, nyumba mnavyoiona amepaka rangi ni mbao, lakini vile amepaka rangi na imejengwa fulani hivi, yani alikuwa tajiri. Yaani tajiri, sababu si daktari anapata vijisenti hivi, najua vidhabu vinini, kwa hiyo ndio maana ni tajiri. Lakini nyumba nyingine za watu wa kawaida au tuseme maskini au wa wakulima ndio nakuta ni zile nyumba za mbao zile mbao kabisa, ile ambao hata haijapakwa rangi, yani imechoka choka. Lakini kwa sababu huyu daktari ana hela, si unajua hata sasa hivi pia madaktari wana hela, lakini hata zamani pia madaktari walikuwa na hela. Kwa hiyo ndio maana nyumba zao zilikuwa hivi. Kwa hiyo ni nyumba daktari anapoishi yeye na familia yake, mke wake, watoto, lakini pia ni hospitali, yani kama clinic, zahanati, school dispensary. Kwa hiyo bado hatujaona vitu vingi, hatujaona mabanda ya farasi, hatujaona makanisa hatujaona shule zao zilikuwaje, hatujaona nyumba za watu ambao walikuwa sio matajiri zilikuwaje, vyumba vyao, majiko yao, walikuwa napikaje, yaani vitu vingi. Kwa hiyo endelea kuangalia, usikose uhondo. Hapa niko kwa fundi viatu. Hivi fundi viatu sio naitaje? Kwa hiyo zamani ukitaka either kununua yaani duka la viatu ndio hapa hapo kwa fundi viatu. Kwa hiyo kiatu chako kikitoboka, kikikatika, sijui sorry sorry limekaaje unakuja hapa kwa fundi unamuelezea anakutengenezea. Unaona hivyo vyote ni vifaa vyote hivyo ni vifaa vya kutengenezea. Lakini pia ukitaka kununua kiatu kwa sababu anatengeneza pia kiatu na pia anakirekebisha. Kwa kitaka viatu, ndio Christmas, mama yenu anasema viatu vya Christmas mnakuja hapa, mnanunua viatu wote familia nzima, baba mama, au kama havijatengenezwa mnakuja mnasema tunataka viatu, mnapimwa miguu yenu, wanawatengenezea, baada ya wiki nini mnakuja mnavifuata, na hawana mashine, vyote wanatengeneza kutumia mikono, yani mikono, kila kitu, si mnaona hivyo vifaa vyote hivyo. Kwa hiyo tuendelee kuangalia. Tumefika kwenye hoteli ya kijiji. Yani nyesi mnajitamba na Maserena, sijui Mahayati. Wao ndio walikuwa wanajitamba na hii. Hapo ndio reception ya hoteli, hapa ndio nyesi sasa hivi mna mabuffet kwenye hoteli. Hao ndio walikuwa ni sehemu yao ya buffet hapo kwenye dining. Hii ndio ilikuwa ni jiko la hiyo hoteli. Alafu juu tutaenda kuangalia sasa vyumba. Hii ndio conference room, sijui meeting room. Unajua hoteli za siku hizi zina vyumba vya vikao, hata zamani. Hiki ndio kilikuwa chumba sasa kimoja hapo. Double bedroom sijui ndo hiki hoteli yani. Hii ilikuwa ni miongoni mwa nyumba za kwanza kwenye hiki kijiji. Mwana nyumba alikuwa anafanya kazi lakini mke wake alikuwa na biashara, ndio maana hata kidogo nyumba ameipaka rangi nini. Kwa hapa ndio ilikuwa jikoni, na hivyo unavyomuona huyo mama ndio alivyokuwa anavaa. Hapo ni sehemu ya kupikia. Kwa wanawake wakiwa wanakaa jikoni hapo, ndo vyombo hivyo vya kupikia kwenye hayo makuni yao. Hivyo ni vifaa vya kutengeneza vitu tofauti tofauti. Unakuta mke ndo yuko zake jikoni huko, anatengeneza pamba wakauze au uuzi. Hapo ndo sehemu ya kufua, alivyokuwa nafua, wanaweka maji humo, wanasugua na sabuni, wanaweka nguo yani hivyo, alafu baadaye hapa wanaenda nje, wanazitundika kwenye miti huko au kwenye mbao. Aya, hiyo ndio ilikuwa ni chumba sasa cha hiyo familia. Unakuta baba mama analala hapo, kama mtoto kao kadogo kanalala hapo baba ndo mchanga, na vifaa vyao vya kazi vya biashara wanalala navyo. Nyumba za matajiri wa kijiji au watu wenye kazi zao biashara zilikuwa zina vyumba tofauti tofauti kwa ajili ya watoto, lakini kama ni familia ya watu ambao hawana hela sana, unakuta chumba kimoja kina vitanda saba kwa ajili ya wa watoto hii pia ilikuwa ni miongoni mwa nyumba za kwanza kwenye hiki kijiji, na hii ilikuwa, watu wenye nyumba za hivi wengi wao walikuwa ni wale watu wenye maisha ya kawaida yani yani, sio daktari, sio injinia, sio mwalimu, lakini unakuta aba ameajiriwa, aba ni mtumishi kwenye nyumba labda ya tajiri fulani, au kwenye nyumba ya mwalimu au kwenye nyumba ya daktari, au tu yeye mwenyewe anakuwa ana mifugo yake, ni mkulima yani. Hivyo ni jikoni kwa mtu aliyekuwa na maisha ya kawaida, unajua, ni kijijini kwa mtu ambaye sio tajiri sana. hili hii ndo lilikuwa jiko lake, hapa ndo wanapopikia. Mnakumbuka nyumba kwa kwa za madaktari walikuwa na jiko fulani, nitaonesha baadaye, lakini sasa kwa mtu mwenye maisha kawaida ndo alikuwa anatumia jiko la hivi. Mnakumbuka zile kuni, ndo wanakuja wanaziweka humo ndani, kuna kama sehemu ya mchanga wanawasha Alafu mnaona hizi hizi hizi, hizi vyuma ndo walikuwa wanachomeka masufuria. Masufuria yao ya enzi hizo mengi alikuwa anakuta sufuria afu lina kama kidude cha kutundikia. Kwa hiyo wanachukua ile sufuria na liinua hivi, wanalichomeka hapa, and then unaliweka hapa, uko moto unaendelea, kwa hiyo unapika. Lakini lilikuwa ni jiko, lakini pia ilikuwa inatumika kama kitu ambacho kinafanya nyumba iwe na joto, yani kama hita, maana sikokuwa mna umeme. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa inatumika ni kufanya nyumba iwe na joto especially siku za baridi. Maana huku si mnajua kuna kwamba kuna misimu ya baridi sana na barafu, kwa hiyo hii ndio ilikuwa inatumika kama hita, jiko kutaka kuchemsha maji. Yani always hapa panatakiwa pawe pamewaka especially vipindi vya baridi. Kwa hiyo hivi ndio vifaa mnaona, kama hiki ni yanaitwa majalo, yale ya kuchokonolea hivi moto, kuinua. Mtu akija kuomba mkaa unamchotea hivi. Um, hiki sio ni cha nini? kuipulia kui schakuipulia na masfuriasi umeatundika unaenda unalidopoa hivi unaepua para. Na hapa ee, hivi vyote hivi ni vifaa vya kupikia kitu kitu gani, yani hili ni watu mfano hutaki kutundika, abda ni chakula ambacho kinahitaji moto mkubwa kwa hii unaliweka juu ya kuni, ya afu ilo sufuria hauritundiki, unakuja tu unaliweka juu ya ichi kibonde, yani kama mafiga ehe, mafiga. Kwa hiyo hili ndio jiko la mtu ambaye alikuwa na maisha ya kawaida, ndio jikoni kwake hapa mwenyewe. Unaona hii ni sehemu ambayo anaweka zake viombo, si mnaona? Unaona kama hili kwa akitaka kupika chai anaweka sufuri chai, chai maji, anatundika. Sasa kwenye kiki kidude choaonesha, anatundika afu anaachia kwenye kuni, viivyo kimaliza, mnawekewa hapa e, ni kama walikuwa wanataka wachome nyama saka, ekipa, kidude kinakuwa kinaning'inia hivi kwenye kuni, alafu wanaweka nyama zao hapa, umeelewa? Ni kama tu jiko la kuchoma nyama. Kwa hiyo nyumba nyingi za watu ambao walikuwa na maisha kawaida, unakuta chumba iko kwa na hala baba mama na watoto wake, yaani hawana hivi vyumba tofauti tofauti kama zile nyumba za watu ambao yani working class nakuta chumba hiko iko kitanda cha baba mama pembeni mtoto kingine kidogo cha watoto wengine yani hivyo. Kwa hapa, hapa hapo ni jiko hapa, hapa ni sehemu ya kulia kwao wakiamua mwenye kutandika wanakaa chini wanakula, ama wanakuwa wana meza nahisi, sijui meza labda nakuta ya baba, maana kitu kiko kimoja tu huko wanatundika, afu wengine wana nahisi watakuwa walikutoa, wanakaa chini. koenzi zangu nimeamka hapo enzi hizo kijijini kwa wazungu. Umeamka, unatoka, wewe ndio mtoto sasa. Mm, fagio kama kawaida, humo tu utaki kuelewa, humo tu unasafisha mwenyewe nyumba kama hivyo. Mechukua kikapu changu, naenda labda kuchuma huko mchaichai, unaelewa? Au naenda kwenye duka lile jikoni kule hotelini Ah, naenda tu kwa mtaani, kuna mtu aba anapika, mikate anaoka keki, naenda na kikapu changu kununua hii labda. Njiani naenda huko nachota maji kwa, nikirudi hapa na vitafunio na na maji nakuja nabandika chai, familia tunafula koo. Nakuta hii labda ni nyumba ya familia huku chini, kwa nyuma wanakuwa wana mabanda ya mifugo mifugo yenyewe unakuta ni ng'ombe, labda kwa ajili ya maziwa, kuku kwa ajili ya mayai, lakini pia farasi kwa ajili ya usafiri kwao. Unakuta hapa labda wataweka kuku nini. Naona kama kule wameka makuku siuma bata mzinga humu, labda watakuwa ndo kuna sehemu ya farasi. Ah, bata mzinga au kwa ajili ya nyama, mayai walikuwa naona ni kondoo. nikondoa Kwenye vijiji zamani walikuwa hawana mall sijui ma supermarket sijui kama hayo Mlimani City sijui wapi wapi, hii ndo ilikuwa ni mall yao yani, au supermarket yao ya kijiji. Kwa hiyo kila kitu unachokiona hapo kinauzwa, unakuta wale wafanyabiashara ambao wana biashara zao nyumbani, labda wanatengeneza sijui makapeti sijui manini, wengi wao unakuta awasipoza nyumbani, anaweza akaja akaleta huku, anawauzia hawa labda ndo kwa jumla, afu yeye anapewa hela yake, lakini huku wanakuja wateja watanunua. Kwa hiyo ni hapa hapo ni kama duka la mangi utanunua sijui nini, utapimiwa mchele, sijui matunda, sijui kitu kitu gani. Unaona hadi kuna hiyo mizani ya kupima kabisa. Kwa hiyo kila kitu chochote unataka: sijui vikapu, sijui nini, sijui mifagio, sijui kiberiti. Pia nimesahau kusema kwamba zamani kulikuwa hamna simu, sijui kompyuta kwa hamna hayo mambo. Walikuwa wanaandikiana barua. Kwa hiyo kama una barua yako unakuja unaileta hapa, umeiandika vizuri, wanaandikia kwa na wino, sijui kitu gani, vijiti, unaandika vizuri kwenye karatasi lako, mnakuja mnaleta hapa, unakuwa umeandika aba mtaa au kitongoji cha hiyo sehemu, unaandika. Alafu hawa watachukua, kama watasafirisha na farasi na sijui kitu gani, wanasafirisha kwenda kwenye kitongoji au mtaa mwingine au mji mwingine And then wanapeleka kwenye duka tena, kama hili. Kwa hiyo watu kwenye huu mtaa wana tabia kwenda kwenye duka kama hili kwenda kuangalia, eh, hey, kuna barua yangu nini. Kwa hiyo unakuja unazikusanya, ehe. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ambao watu walikuwa wanapeana taarifa zamani. Hii nyumba ilikuwa ni engineer, kwa alikuwa anajiweza, na watu ambao walikuwa na hela walikuwa wanatumiaga mikaa na taa za mafuta taa na mishumaa na kuni, lakini walikuwa na hela za kununua mikaa na kununua taa za mafuta taa. Kwa mnavyoona hivi vyumba sasa, ni hao ndio matajiri hii ilikuwa ni nyumba ya injinia ambaye ambaye, unakuta labda mke wake ni fundi wa kushona, unaona, yani ni kama fashion designer ni mke wake. Kwa hiyo ndo mke wake alipokuwa anashonea nguo, yeye ni engineer, ofisi yake utakuta iko chini kule. Iki labda unakuta ni chumba cha watoto, au unajua, au labda cha msaidizi wao wa kazi, na kile kitanda ndo cha mtoto. Iki labda ndo master bedroom, baba mama, afu labda kama wana mtoto analala nayo hiyo siku iko, ndo chumba cha kitanda chake. Haya, hii ndo ilikuwa shule ya kijijini kwao. Na zamani vyoo vilikuwa ni vya nje kwao, vile kule viwili ni vyoo cha kike na cha kiume. Zamani kwenye hivyo vijiji vyao kulikuwaga hamna shule, kwa hiyo watoto walikuwa wanajifunza kwa wazazi wao. Kama mzazi wako labda ni mtengeneza viatu, atafundisha watoto wake. Kama mzazi wako ni fundi nguo, atafundisha watoto wake. Lakini hii ndio ikawa shule ya kwanza ambayo ilijengwa na kijiji, na walimu walikuwa hawalipwi na serikali, walikuwa wanalipwa na wazazi, walikuwa wanajichanga wanalipa. Na kama ulikuwa hauna uwezo wa kulipa labda pesa, unaweza unakuja unalipa na mayai, unamletea labda mwalimu trei la mayai Kuku, maziwa yaani vitu kama hivyo, ilikuwa sio lazima ulipe ada kwa hela. Na wanafunzi wengi walikuwa labda wazazi wao ndo wale madaktari, maengineer, kwa unakuta mtu ambaye familia yake ina hali ngumu, unakuta sio wote walikuwa wanakuja hapa kusoma, walikuwa nabaki tu nyumbani, wanafundishwa ujuzi na wazazi wao. Na hiyo hapo ni hita kwa ajili ya misimu ya baridi, unakuwa mnajaza kuni humo, and then darasa linakuwa lina joto. Hapa ni kanisani. Mwanzo wa video tuliona sehemu ambapo dini ya watu wa Freemasons wanafanya ibada zao, lakini hapa ni sehemu ambapo watu waliokuwa na imani za Kikristo ndo walikuwa wanafanya ibada zao hapa. Na kumbe tangu zamani tu viongozi wengi wa dini walikuwa wana maisha mazuri hapa. Tuko kwenye nyumba ya mchungaji kanisa liko upande wa pili, kwa mchungaji alikuwa anaishi karibu na kanisa. Hii ndo nyumba yake anapoishi yeye na mke wake, lakini huu mumu ndani ni nyumba ilikuwa ni ya mtu yoyote, wageni wowote, maana ni nyumba ya mchungaji. Kwa hiyo wageni walikuwa wengi sana, kila mtu ana shida yake, sipi ndoa, sipi ni wanakuja hapa. Na huko ndani tutaenda kuona jinsi palivyo. Kwa hiyo hii ndo nyumba ya kiongozi wa lile kanisa na kama tunavyoona kwenye hii video, tumeona nyumba za watu wengi waliokuwa wanajiweza, majiko yao yalikuwa ni ya hivyo, hayakuwa ile sehemu ambayo yako pako patupu unaweka kuni. Ah, walikuwa na majiko ya hivyo. Kwa hiyo hilo ni jiko la chuma, na ulikuwa kwa ndani unajaza makuni au mkaa, unaweza ukatumia vyovyote, and then likishika moto, ndio hapo kwa juu mnabandika unachotaka kupika au ukiwa unataka kupasi unakuja unabandika pasi hapo kwa juu. Hiko ndio kilikuwa chumba cha huyo kiongozi wa dini, na hii ndio ilikuwa ni sebule. Yaani kiongozi wa dini alikuwa kama ndo therapist. Shida, sijui ndoa, ukiwa na shida, sijui ndoa, sijui nini, unakuja hapa. Na unaona pia, na yeye ana zile taa za mafuta taa. Ana mishumaa pia, lakini na taa za mafuta taa. Hapa sina uhakika ilikuwa ni sehemu ya nini lakini nahisi ilikuwa ni sehemu ya kuja kununua pombe. Unajua kama sisi ambavyo tuna mbege sio nini, na hapa nahisi walikuwa na vinywaji vyao. Na huo ndio mwisho wa video yetu ya leo. I hope umeenjoy na umejifunza vitu vingi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare hii video, mtu mwingine anaweza pia akajifunza. Bye.